Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kipindi cha ibada na upendo, taasisi ya Marm'z Relationship Hub chini ya uongozi wa Bi Maria Mbano ilifanya jambo la kipekee, kufuturisha na kutoa misaada kwa yatima katika vituo mbalimbali vya malezi, vilevile kutoa misaada kwa wahitaji maalum. Hatimaye mfungo wa Ramadhani ukakamilika, sikukuu ya Eid al-Fitr ikawadia. Taasisi ya Marm'z Relationship Hub kwa upendo wa dhati ikazuru kituo cha watoto yatima cha Charambe kilichopo Mbagara kwa Mbiku jijini Dar es Salaam ambapo walichinja mbuzi kumi na moja kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Idi Elfitri pamoja na watoto yatima wa kituo hicho kama sehemu ya faraja kwao. Kwa majina naitwa Noa Ruvanda, katibu wa taasisi ya Marm'z Relationship Hub kwa mikoa yote Tanzania kuanzia makao makuu Dar es Salaam. Leo siku ya tarehe 31 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano, tumekuja kuadhimisha rasmi sikukuu ya Idi ambayo tulianza tangu mwezi wa Ramadhani ulipoanza katika mfululizo wa challenge zetu tulikuwa tunaendelea nazo. Tumeanza kufutulisha tangu mwezi wa Ramadhani ulipoanza, hatimaye leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefikia tamati, lakini katika kufikia tamati kwetu tumekuja katika kituo cha yatima cha Mbagala Chalambe kwa ajili ya kusherekea nao. Tumekula nao pamoja, tumekunywa nao pamoja. Tunashukuru wadau mbalimbali waliofanikisha zoezi hili, lakini pia tunashukuru wale wadau ambao wameendelea kutoa michango yao, wamejinyima kwa ajili ya hawa watoto, kuhakikisha watoto wanafurahi, kuhakikisha watoto wanapata chakula pamoja. Lakini pia tunashukuru na wale wadau mbalimbali ambao wameendelea katika huu mwezi wa Ramadhani katika kutoa fedha kwa ajili ya kapola wazee, kwa sababu tuna challenge ya kapola wazee ambalo mpaka sasa zaidi ya wazee ishirini tumeshawapa chakula, nguo kwa ajili ya sikukuu. Hivyo tunawashukuru sana wadau wetu mbalimbali wanaendelea kutunga mkono katika juhudi zetu. Pia tunamshukuru mkurugenzi Bi Maria Mbano ambaye yeye ndio mwenye maono makubwa katika taasisi, yeye ndio amesababisha sisi tukakusanyika hapa lakini pia tunashukuru uongozi wa kituo cha yatima cha Lambe Orphan Center kwa kutupa nafasi hii kuweza kula chakula cha watoto yatima pamoja nao katika siku ya leo hii. Safari ya kusaidia wahitaji katika jamii ya Watanzania bado ni ndefu. Marm'z Relationship Hub inaamini kuwa umoja wetu mafanikio yetu, na wanasema tuambukizane furaha, kwa maana si ugonjwa na tuendelee kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi. Kituo kilianzishwa elfu mbili na sita. Kituo kilianza na watoto wanne mm. wawili wa kike na wawili wa kiume. Mwanzilishi wa kituo hiki ni Mheshimiwa Mstaafu mm. Harun Ramadhani Kondo. Oh, kwa fikira zake yeye anasema kwamba katika dunia hii unapoishi changamoto za dunia huwa ni nyingi, hivyo akaona kwamba hakuna ambacho anachoweza ku, ku, ku, kukiwekeza mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi ya kuweza kufanya ibada hii ya kituo. Kwa sasa tuna watoto hamsini na moja. Watoto tulionao sasa hivi ni kuanzia umri wa miaka mitatu hadi kumi na sita. Changamoto ni nyingi kwa sababu unapokuwa na watoto kila mmoja anakuwa na tabia yake na kila mmoja anakuwa na makuzi yake. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini si za kusumbua sana, ni za mm. wastani tu e, tunashukuru Mungu, jamii lituzunguka inatupa sapoti e, na serikali pia inatuunga mkono katika hilo. Katika vituo sasa hivi mm. haturuhusiwi kuwa na mtoto zaidi ya umri wa miaka kumi na saba kwenda juu yeah. Katika maisha huwa kuna kupanda na kushuka. Mm. Kwa hiyo tulionao wote, sio kwamba wengine wamefiwa na wazazi wao, wengine wana wazazi wao, lakini kutokana na mitihani ya duniani, mm. hivyo tunao hapa, sisi kama kituo, kwa yoyote anayetutazama mm. sisi tunaomba msaada, msaada mm. tunauomba sisi mm. kwa sababu watoto wao wanasoma shule tofauti tofauti mm. hivyo tunaomba usafiri. Mm. usafiri kwetu imekuwa ni changamoto kwa watoto mm. Kuna wanaosoma Taifa, mm. wanaosoma Mwenge, mm. kwa hiyo watoto, mtu anaamka saa kumi usiku anarudi saa tatu saa nne mm. lakini kama tutakuwa na usafiri wetu inakuwa ni vizuri zaidi. Watoto ambao tulionao kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mm. ambao walikuwa wameshavuka umri wa miaka kumi na saba mzee mm. alikuwa yupo katika sekta ya jeshi, mm. serikalini, mm. hivyo amechukua vijana mm. na wapo katika nafasi hizo, mm. wow na ndio wameshaanza kujitegemea. Assalamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu. wa kwa jina naitwa Hussein bin Juma. Mimi nimekuja elfu mbili na nne mpaka elfu mbili na ishirini na tatu ndo nimetoka hapa. Nimekuja hapa nilikuwa na umri wa miaka saba. Stori yangu mpaka nifika hapa, nimetokea maeneo kwa ziziari ambapo ndo nilikuwa ninaishi pamoja na mama yangu mdogo, baada ya wazazi kufariki. Kwa hiyo mama yangu mdogo akaamua kunichukua kunileta hapa kwenye malezi ya watoto nilibatika kupata elimu nikiwa hapa kuanzia kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba mpaka form 4 mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kuhitimu masomo yangu, mzee wetu Alhaji Aluni Kondo ajisimamia kwa malezi mazuri na kutafutia ajira ili kukimu mahitaji yetu. Tuko tunapoelekea, nafanya kazi maalumu ambayo limeajiriwa na msimamizi wa kazi hiyo ni mzee wetu mlezi Alhaji Aluni Kondo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusimamia kwa kila jambo mpaka hapa tupofikia, na Mwenyezi Mungu ampatie maisha marefu, na hatujakata tamaa. Tumetoka, lakini hapa nyumbani tunakuja natunapakumbuka kia, unapotokea dua, unapotokea wageni wanapokuja, lazima tunajumuika wote kwa pamoja. Changamoto ya watoto tunajumuika wote kwa pamoja, kukiwa kwamba kuna matatizo madogo madogo, mzee anakuwa kidogo ametingwa, basi si vijana wake kwa karibu tunakuja hapa tunasimamia, na tunashukuru pia katusimamia mpaka tumeoa. Sasa tuna familia zetu, lakini hapa nyumbani na bado tunasimamia wadogo zetu, na tujakata tamaa, na tunaendelea kupambana kwa kila jambo, ili kuwasimamia nao wengine, ili wapate manufaa dini ya kisikula pamoja na ya kidini. Kwa jamii, nawaambia kwamba tuendelee kuchukua jukumu hili kwa sababu watoto wana haki pia ya kupata haki zao za msingi. Pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa msaada amba huo tu, ambao mkuletea na tunashukuru mwe na moyo huo huo, ila kikubwa tu kwamba kila ambaye mwenye uwezo kama anaweza kukata na hatima mmoja, basi Mwenyezi Mungu pia amsimamie hana hatima hata mmoja, kwa sababu kwamba kwanza kuwa na imani, alafu la pili kwamba hujitoe kama alifanya kwa kwamba kwa Mwenyezi Mungu mimi nina fadhila zangu nazipata. Kwa hiyo kwamba kila jambo kwamba tunajitoa kwa moyo na kwa upendo, na tunashukuru kwa ujio wenu leo, na nakuwa pamoja na sisi na tumefurahi na tunashukuru kila jambo mlotufanyia, na tunawapenda sana, na msikate tamaa kututembelea mara kwa mara kupitia shughuli kama hizi. Marm'z Relationship Hub inaendelea kuwa mwanga wa matumaini kwa watoto yatima na wahitaji upendo na mshikamano vinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Umoja wetu, mafanikio yetu.